Safi, sindiyo? Ndio, tunamdigro sawa, tunamuuliza sawa, ada ni safi, tufanyaje? tufika hapo tumejam, sawa kiuti zetu zetu zetu zetu